Ladies and gentlemen, miongoni mwa watu ambao wa wanajitahidi sana kwenye maisha yao nchini Tanzania ni mwanamitindo fulani ambaye anafahamika kama Baba Levo. Baba Levo alikuwa ni kibaraka wa Diamond Platnumz ambaye alikuwa anafanya kazi katika Wasafi Record. E, kuna kipindi ambacho Baba Levo aliamua kusema ya kwamba ata, atawania kiti cha ubunge katika jimbo la Kigoma mjini ikafikia e, wakati e, baba refu akaamua kujibua uwanjani kushindana na watu wengine, tukaona ya kwamba kuna baadhi ya wasanii kama Diamond Platnumz ambao walimpiga cheki na hatimaye akashinda. Sasa baada ya baba refu kushinda kiti cha ubunge wa jimbo la Kigoma mjini, e, sasa amesema ya kwamba alipewa nafasi ya watu watano ambao wanaruhusiwa kushuhudia wakati anato, anakula kiapo kama mbunge wa wow Kigoma mjini, baada ya kupewa watu, nafasi ya watu watano, kila kitu ambacho alifanya. Mtu wa kwanza alimweka kwenye list ama orodha alikuwa ni Nasib Abdul Nasib Abduli, ndio jina la alisi la Diamond Platinum. Kisha baadaye akamweka mtu wa pili ambaye anafahamika kama Salam Salumu, ambaye ni mkewe babarefu. Baadaye, baadae akamweka mtoto wake ambaye anafahamika kama Rivoketius Kileyton. Alafu pia akamweka dadaka ambaye anaitwa Retisia Chipando, alafu baadaye akamweka Shaban eh, L Uledi ambaye ni katibu eh, kulingana na vile ambavyo tumeona kwamba uu huyu jamaa ambaye anaitwa Baba Levo amejitahidi sana.